prominent prominent leaders with their voice aya aya aya hakuna oh haja hakuna haja ya wewe kungedia ngedia balala uende kazini odm i assure you odm will be part of government or they will form government chief theater chief theater chief theater must go only a fool cannot change his mind. Itakuwa noma si noma, itakuwa fire si fire, itakuwa noma si noma, itakuwa fire si fire. Mr. President, I tell you, I assure you, please, please don't demoralize parties. Don't kill parties. Please. Mimi ndio babu, na mimi ndio nitakuwa mzee wa busara, kijana wa busara na nitaunganisha watu wa Nairobi wote na mimi ndio jawabu. Na mimi ndio babu Vijana oyeyyy, oh oh oh oh, kuna wengi wanasema watakuwa jawabu, watakuwa mababu, lakini mimi simuona anafanya kazi Nairobi, suona Nairobi ni kusafi, na hivyo hivyo anaendelea kuongeza vijana wengine wafanye kazi. Oye oh, oh oye oh, oh ile siku arti Raila Amolo Odinga hayati ali enda akajiapisha hiyo hiyo ndio nilijua kuna watu ni wanaume, lakini ni wanawake, wamevalia mini skirt, wamevalia skati. hiyo hiyo siku ndio nilijua kuna watu waoga, kuna watu coward. Joey. Joey. Kingdom town. Mungu aibariki Kenya.